Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. <tamb> Wa ba'd, ndugu a Kiislam, tuko mwisho na darsa zetu za mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tunaanza darsa muhimu kabisa ambayo kuwa inahusiana na zakatu alfitri. Zakatu alfitri au kwa jina jingine inaitwa zakatul abdan, inaitwa zakatul fitri au inaitwa zakatu al abdan. Nayo ni zaka ambayo kuwa anaitoa mtu kutokana na nafsi yake mwenyewe na wale ambao kuwa wanamlazimu kuwalisha kwa sababu ya kufungua kutokana na mwezi wa Ramadhan. Hiyo ndio zakatu alfitri kama walivyoelezea wanawachuoni wenye elimu e, hikma ya zakatul fitri, masala ni mingi kwa kweli katika zakatul fitri na hatuwezi kuyazungumza yote. Kwa hiyo tunachukua vile vipengele muhimu ili kufikishia ndugu Muislamu hikma yake. Inajulikana ajulikana ni kwanza ni kujisafisha mtu ye mwenyewe tayari, lakini pia ni rifq, upole, ni kufanya upole mafakiri kwa kuwatosheleza kutokana na kuomba katika siku ile tukufu, siku ya zawadi, siku ya Eid, na kuingiza furaha katika nyoyo zao, katika siku ambayo kwa Waislamu wanafurahikia kwa Eid na wanafurahikia kwa kumaliza mwezi wao mtukufu wa Ramadhan. Hii ni hikma ya zakatu alfitri. Ama hukmu ya zakatu alfitri wanawachuoni wamekhtalifiana katika kauli mbili. Kuna kauli kwamba ni sunna muakkada, yani ni sunna iliyotiliwa nguvu, na kuna kauli kwamba ni wajib, yani kwamba zakatul fitri ni wajiba, na ndio kauli yenye kutegemewa hiyo, na ndio kauli ambayo kuwa inatolewa fatwa kwamba zakatul fitri ni katika zaka ya lazima kwa muislam. swali limekuja hapa, ameulizwa Shekhe, je, kuna kumekuja riwaya yoyote ambayo kuwa inajuilisha au kuna kumekuja jambo lolote ambalo linajuilisha kwamba mtu aliyefunga funga yake haitokubalika eh, isipokuwa atakapotekeleza zaka ya fitri? Jawabu likaja, zimekuja baadhi ya riwaya lakini riwaya wenyewe zinahitajia kidogo kuangaliwa tayari, kwa maana hazina uthibitisho wa kusihi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana akasema zinahitaji kuangaliwa tayari, kwamba funga ya Ramadhani inatundikwa na zakat fitri. Tayari, kisha akasema walakin dhalika yahtaju ila ziada tutaamu, lakini riwaya hizo <laughs> zinahitajia kuzingatiwa zaidi lakini vovote takavyokuwa, ikawa zimethibiti au hazijathibiti, fa inna fardhiata zakati, ulazima wa zaka na ufaridhi wake, dalat alayhi sunnatu nabawiya, imekuja kujulisha sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo hatakikani yoyote kufanya mapungufu ya aina yoyote kabisa juu ya swala zima la zakat alfitri. Ama wale ambaokua wanalazimika kutoa hii zaka ya fitri tari ina lazim zakatul fitri katika haki ya kila Muislamu, katika haki ya kila Muislamu, akiwa ni mdogo au mkubwa, akiwa ni mwanamme au ni mwanamke, akiwa ni huru, yani ni mtu aliye huru au ni mtu ambaye ni mtumwa, kwa, kwa hadithi iliyotangulia ya bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha kwamba sanna rasulullah sallallahu alayhi wasallam ametuwekea njia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ya zakatul fitri, ala lhuri kwa mtu aliye hur na mtu aliye mtumwa na aliye mwanamme na aliye mwanamke na aliye mdogo na aliye mkubwa. Anayetoa mtu kutokana na nafsi yake mwenyewe na kutokana na mtumwa wake, na kila ambaye kuwa kwake yeye ni lazima kumlisha, kama wazazi wake, watoto wake, ikiwa ni lazima kualisha bado ni wadogo, ama wazazi wake hawana uwezo wanamtegemea yeye, basi atawatolea yeye zakatul fitr. Ama wakiwa wanajitosheleza wao wenye wao tayari, basi hapo haitomlazimikia yeye kuwatolea zaka, isipokuwa akifanya sadaka. Akifanya sadaka, hakuna tatizo. Na Sheikh Said al-Kanubi anasema kwamba as-sahihu anna kula ahadi, kwamba kila mmoja yukhriju an nafsihi, atoe zaka kwa nafsi yake, isipokuwa mtumwa tu na watoto wadogo. Inkanu ghaira wajidina laha, ikiwa hawana uwezo wa kujitolea wao wenye wao. Hapa kuna masala ya khilafu kidogo, wamekhtalifiana wanachuoni juu ya mke. Je, mke atolewe zaka na mume wake au ajitolee zaka yeye mwenyewe? Ipo kauli kwamba ala zaujiha, mumewe amtolee zaka na hii ndio kauli sahihi kwa Sheikh eh, Ahmed Al-Khalili. Isipokuwa Sheikh Said al kannubi ameona kwamba mke atatoa zaka kwa nafsi yake yeye mwenyewe ikiwa ana uwezo na ana mali tayari, pamoja na kukubaliana kwao kwamba mume ikiwa atamtolea mke wake, basi wajibu ule kwa mke utaondoka. Tumefahamiana vizuri? Lakini kuna tambihi ndogo, tambihi ndogo, yoyote ambaye kuwa anataka kumtolea zaka mwingine ambaye kuwa halazimiki yeye kumlisha huyo kama ndugu zake, watoto wake ambao kwa shabale tare basi hakuna budi ampe habari kabla hajaitoa ile zaka, ili yule anayetaka kutolewa zaka aweke nia kwamba sasa anatolewa zaka kwa ajili yake yeye, kwamba ile zaka inotolewa ni kwa nafsi yake. Na kama hakumwambia akatoa tu na hakumwambia, au amekuja kumwambia baada ya ile zaka kuitoa kwa anastahiki, basi lam tujzi sahibaha, zaka hiyo haitomtosheleza yule aliyetolewa, na itamwajibikia kutolewa mara nyingine. Kwa hiyo tunaona hapa sharti kwamba ukitaka kumtolea mtu zaka ni lazima umwambie kabla hujamtolea ikiwa wale un... yule unaetaka kumtolea hakulazimu wewe kumlisha. Kama ndugu zako na watoto wako ambao kwa shabalehe ambao kwa wana maisha yao. Swali, je, bosi wa nyumba anaweza kuwatolea zaka wafanyakazi wake walio waislamu ambao kwa wamo ndani ya nyumba yake? Jawabu ni kwamba la, haiwajibiki kwa bosi wa nyumba kuwatolea zaka wafanya kazi wake. La tajib, haimwajibiki liannama, kwa sababu yajibu ala linsani, namwajibikia mtu an yukhrij, ani labdi amtolee zaka mtumwa wake. Na huyu mfanyakazi wa nyumbani sio mtumwa ambekuwa amemilikiwa, isipokuwa yeye anafanya kazi kwa kulipwa, ana mshahara wake analipwa. Kwa hivyo kutokana analipwa basi hakuna haja ya bosi wa nyumba kumtolea zaka mfanyakazi wake wa ndani ya nyumba. Kwa hivyo kutokana na zaka hii inawajibika kwa ajili ya mtu yeye mwenyewe, kwa kiwiliwili chake yeye mwenyewe, kama inavyoitwa kwamba ni zakatul abdan, sio zaka ya mali. Elewa kwamba zaka hii itawajib hata kwa fakiri, ikiwa anapata kiwango cha kutoa zaka pamoja na kutoshe, cha kumtosheleza yeye mwenyewe na wale ambao kuwa anawalisha, akamiliki chakula cha siku ile na kikazidi. Kwa hivyo kile kitakachozidi atakitolea zaka hii, kwa kauli sahihi kwa Sheikh Said al-Kanubi. Na ipo kauli kwamba awe anamiliki chakula cha mwezi mzima tari, na hii ni kauli ya kati na kati kama alivyotaja kauli hiyo Sheikh Ahmed Khalili. Kwa hivyo kuna kauli mbili kwa fakiri. kuna kauli kwamba ikiwa na anamiliki chakula cha siku ile tu na kikazidi chengine akitolea zaka. Na kuna kauli mpaka anamiliki chakula cha mwezi mzima. Na hii ni kauli ya kati na kati. Kwa hivyo akifanyia kazi kauli yoyote insha Allah atakuwa ameshika sehemu madhubuti. Tunamwomba Allah subhanahu wa Ta'ala atuelimishe tusiyojua na tujalie kuyafanya kazi tunayoyajua, wallahu alam.